Wakati mazungumzo ya amani yakiendelea mjini Doha kati ya serikali ya Kongo na waasi wa AFC na M23, hali ya wasiwasi inaongezeka tena katika maeneo ya mashariki mwa nchi. Kutokea Goma, viongozi wa kundi la AFC na M23 wamelaani kile wanachokita uvunjaji wa mara kwa mara wa makubaliano ya kusitisha vita unaofanywa na jeshi la taifa la Kongo pamoja na washirika wake. Wamesema maeneo kadhaa waliokuwa wakiyadhibiti yameshambuliwa kwa mabomu katika wilaya ya Walikale, Masisi na Kalehe, ikiwemo kiwanda cha uchimbaji dhahabu cha Twangiza ambacho kimeripotiwa kushambuliwa mara mbili mwezi Oktoba. Colonel Nanga, mratibu wa kisiasa wa kundi hilo, ametaja hatua hiyo kuwa uhalifu dhidi ya amani na anaishutumu serikali ya Kinshasa kwa kuvuruga juhudi za kidiplomasia zinazoendelea mjini Doha na Washington. Hata hivyo wakazi wa Goma wanasema wanaishi kwa hofu kubwa ya kurejea kwa mapigano. Kwa upande wa serikali, msemaji wake amekanusha madai ya mashambulizi hayo akiyataja kama uzushi wa waasi. Lakini kwa wanaharakati wa kijamii, pande zote mbili zinajionyesha kama wahanga kwenye mitandao ya kijamii, huku wananchi wa kawaida wakiendelea kubeba mzigo wa mateso. Mmoja wa wanaharakati hao ambaye hakutaka jina lake litajwe amesema kuwa bado njia ni ndefu kufika amani huko mashariki mwa Kongo. Hapa nanokuu ni wananchi ndio wanaoendelea kuwa wathirika wa hali inayoendelea nchini. Amani inapaswa kuletwa na pande zote mbili. AFC na M23 inataka kuonyesha ulimwenguni kwamba inataka amani, na serikali ya Congo nayo inadai hivyo, lakini kila upande unataka kudhihirisha kwamba wao wako sahihi. Kama kweli wangetaka amani, mazungumzo ya Doha na Washington yangekuwa ya dhati na yenye matokeo. Mwisho wa kunukuu. Kwa mujibu wa shirika la misaada la Oxfam France, zaidi ya wakongo milioni 21 wanahitaji msaada wa dharura huku zaidi ya milioni 28 wakikabiliwa na njaa. Hospitali zimelemewa, barabara zimeharibiwa, na inakadiriwa kuwa mwanamke mmoja hubakwa kila baada ya dakika nne. Licha ya ukubwa wa janga hilo, ufadhili wa misaada ya kibinadamu umepungua kwa takribani theluthi mbili ndani ya mwaka mmoja. Oxfam inatoa wito kwa mkutano wa kimataifa kuhusu Maziwa Makuu unaotarajiwa kufanyika nchini Ufaransa tarehe 30 Oktoba kuchukua hatua madhubuti badala ya kutoa maneno matupu ili kufufua mchakato wa amani mashariki mwa Kongo. Hii ni Poa Afrika.